Mwanzo sura yake ni ile ya kwanza. Tunaingia moja kwa moja hadi mstari wake ni wa kumi na sita. Maandiko inasema And God made the two great lights the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night he made the stars also. kumi na saba inasema And God set them in the firmament of the heavens to give light upon the earth. Kumi na nane inasema to rule over the day and over the night and to separate the light from the darkness and God saw that it was good. Leo nataka tuongelee, kwa sababu tumeshaongelea sana habari za hizi miangaza, yani hizi nuru ambazo Biblia inazungumzia hapa. Tumekwisha zungumzia nuru ambayo ilikuwepo kabla ya nuru hii ambayo inaitwa jua kukuwepo, uh, mbala mwezi kabla kuwepo, uh, nyota kabla kuwepo, palikuwa na nuru iliyokuja kwanza, there was that light that came first and, uh, this is the light that tulijua kwamba uh, its knowledge haiongelei uh, nuru ambayo ni ya kukumulikia njia, ya kukumulikia njia, usijikwae usikutane na miba ama kitu kingine chochote. Tulikuwa tumeongelea nuru ambayo ni hekima, yaani maarifa. Sa tukateremka kwa utaratibu hadi tukafika pale ambapo tumeongelea nuru ambayo sasa jua, ambayo ni mbalamwezi, ambayo aa, ni, ni, ni nyota. Sasa kuna neno hapa nataka tuzungumzie leo, neno hili linasema And God saw that it was good. And God saw that it was good. Kwa hivyo, baada ya vitu hivi kutengenezwa, baada ya jua kukamilika, baada ya mbalamwezi kukamilika, baada ya nyota kukamilika, vikapita mbele ya Mungu vikapitishwa, vika kama maonyesho mbele ya Mungu Sasa pale ndipo Mungu aliona kwamba ni nzuri. And God saw that it was good, so the rule of the sun is the day and God so that it was good so whatever that the sun is supposed to, good, to do must be seen as good before the eyes of god that's why i told you kwamba kila aya ni dua kila sura ni dua kamilifu ni dua iliyosimama ambayo imetosha kuinenea tu watu wamewahi kuizungumzia jua na jua ikatii. Kina Yoshua walifanya jambo hili, lakini walitumia lugha gani jua ikatii? Walitumia maneno gani jua ikasikia na ikatii? Mbalamwezi ikasikia na ikatii, nyota ikasikia na ikatii. Hapa ndipo tunaelekea sasa. Hivyo basi, unapaswa kuuliza jua, ikiwa ni mchana unainenea jua, unaambia jua, kwa nini nime nipate kilio? Je, kilio hiki ambayo ninapata ikipitishwa mbele ya Mungu, je itaonekana kuwa ni kizuri. Iwapo sio mojawapo wa kitu ambacho ni kizuri kitokacho kwa Mungu, basi jua, unaiamrisha jua iondoe jua, ipigane nayo vilevile. Usiku unapoenda kulala, unaambia mbala, mwezi, ni zamu ya utawala wako, inataka kupumzika na wakati ulipokamilika, wakati Mungu aliweka sheria zake ndani yako, alipokutazama ukifanya kazi, akaona kwamba ni nzuri. Basi chochote kitokacho ndani yako chapaswa kuwa kizuri. napoingia usingizini mwangu kulala, chochote ambacho sio kizuri usikiruhusu kwenye sako langu, usiruhusu inikaribie. Wewe mbala mwezi, maana niko chini ya utawala wa zamu yako iitwayo usiku. Kiamka kwenda kazini, unainenea jua, unaambia ewe jua, mapambazuko imeingia na ninaingia katika utawala zamu ya utawala wako. Kwa hivyo mamlaka yote ya mchana umepewa wewe, jua, na kwa sababu umepewa mamlaka yote ya mchana, isiwe chochote kitakacho ni, kitakacho nitakachojikua nayo, usiruhusu chochote ni jikwae nayo. Allow nothing to stumble me usiruhusu chochote ambacho hakitafanya ile maandiko isemayo na Mungu akaona kuwa ni nzuri ibadilishwe maandiko hiyo isi, isi, isisalitiwe kwa wakati wowote let nothing divert that word hiyo aya isibadilishwe na chochote maana utaulizwa wewe, jua, maana unapaswa kuilinda neno hilo, unapaswa kuilinda hiyo aya. Wewe jua, umepatiwa kuilinda hiyo aya inayozungumzia kuhusu wewe. Kwa hivyo uilinde kwa mwili wangu, uilinde kwa nyama zangu, uilinde kwa ngozi inayonifunika, uilinde kwa mifupa yangu uilinde hiyo aya kwa utu wangu wa ndani na utu wangu wa nje, hadi ambapo utakapopeana zamu yako kwa mbala mwezi, hadi zamu ya mbala mwezi na nyota itakapowadia. kwa sababu imeandikwa kwamba Mungu aliona ya kwamba ni nzuri kwa nini nasema hivi? kabla ikuwe siku ilifanyishwa kazi, kabla sasa iwekwe katika anga, ama ilipowekwe kwenye anga ikafanyishwa kazi zao, usiku ikaingia, Mungu akaitazama mbala mwezi vile inaoperate, nyota vile inaoperate, akasema ni nzuri. Jua vilevile, alipoiweka sehemu yake akaitazama, ikafanya kazi yake, akairekebisha akawa anairekebisha, akaona mpaka kiwango ya yeye kufika kuona kwamba ni nzuri. Alikuwa ameshaijaribu, he has already tried. Kwa hivyo, Mungu anapomaliza kitu anaijaribu kwanza, kabla airuhusu sasa, kabla aipatie mamlaka yake. Kwa hivyo kabla ipatiwe mamlaka iambiwe wewe utafanya kazi usiku, wewe utafanya kazi mchana, wewe utafanya kazi mda, mda fulani. Alikuwa amesha ijaribu. Vile itagawanya siku, vile itagawanya majira, vile itagawanya nyakati, vile itagawanya mida na masaa. Alikuwa amekwisha ijaribu kila moja kwa wakati wake. Na hapo ndipo siri ipo ya wewe vile unavyopaswa kuzinenea viumbe hivi vikuridhishie nafsi yako, mwili wako, roho yako na wewe mwenyewe. Basi Mungu akubariki, Mungu azidi kupea neema hadi pale tutakapokutana tena kwenye mafundisho mengine. Amina.